Je, ni zipi sababu za, za mwanamke mjamzito kipindi cha kujifungua zinazo za... Huweza zikamsababishia mpaka kupelekea kufanyiwa upasuaji. Hapa tunapoanza mpaka tutakapotamatisha, utakuwa na mimi Daktari Ruka, tukazitazame sababu sababu ambazo tumeziandaa ni sababu kumi, lakini kwangu mimi kwenye sababu hizi kumi, sababu ya kumi ni sababu ambayo imenisikitisha sana. Hivyo kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii usiache kubonyeza neno hapo subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi pale tunapokuwa tunaziaplodi. Tende moja kwa moja, tukazitazame hizo sababu huko zinazoweza zikamfanya mwanamke mjamzito wakati wa kujifungua kwake akafanyiwa upasuaji. Sababu ya kwanza ni mtoto kuwa mkubwa kupita kiasi, ama kitaalamu zaidi tunaita macrosomia. Hali hii hutokea pale ambapo mtoto anakuwa na uzito wa zaidi ya kilo nne hadi nne mpaka na nusu. Mtoto mkubwa kushindwa kupita kwenye njia ya kawaida ya uzazi, hasa ikiwa nyonga ya mama ni ndogo. Hii huongeza hatari ya majeraha kwa mama na mtoto, hivyo upasuaji kwa hali hii huwa ni lazima uhitajike tu. Sababu ya pili, hii ni pamoja na mtoto kupinduka ama kwa kitaalamu zaidi tunaita ni breech presentation. Ikiwa mtoto yuko kwenye mkao ambao si wa kawaida, yaani makalio ama miguu ndio iko chini badala ya kichwa, inaweza kuwa hatari kwa mtoto kuzaliwa kwa njia ya kawaida, hivyo upasuaji husaidia kuhakikisha mtoto anazaliwa salama. Namba tatu, moja ya sababu ni pamoja na placenta kuzuia mlango wa uzazi ama kwa kitaalamu tukiita placenta previa. Hii ni hali ambayo placenta inashika, inashikamana kwenye sehemu ya chini ya mfuko wa uzazi na kufunika mlango wa kizazi kikamilifu, na sehemu hii inazuia mtoto kutoka kwa njia ya kawaida na inaweza kusababisha kutoka kwa damu nyingi, hivyo upasuaji huwa ni muhimu katika hali hii. Uh, sababu nyingine ya nne, hii ni pamoja na mtoto kupata shida tumboni, kitaalamu zaidi tunaita fetal distress. Ikiwa mapigo ya moyo ya mtoto yatakuwa na yatakuwa ya polepole ya pole, au yasiyo ya kawaida, inaashiria kwamba mtoto anapata matatizo ya kupumua na kukosa oksijeni. Hali hii inahitaji mtoto kutolewa kwa uhalaka kupitia njia ya upasuaji. uchungu kutosonga vizuri kama, kitaalamu tukiita prolonged or obstructed labor. Mama anapokuwa kwenye uchungu kwa muda mrefu bila mlango wa kizazi kufunguka vya kutosha, au mtoto kushindwa kushuka vizuri, upasuaji hufanyika ili kuepuka madhara kwa mama na mtoto. Pia namba sita ni pamoja na kitovu kutoka kabla ya mtoto, kwa lugha ya kigeni tukiita code prolapse. Hali hii hutoka pale kitovu kinapotangulia kutoka kabla ya mtoto wakati wa kujifungua. Inaweza pia kukandamizwa na kichwa cha mtoto, hivyo husababisha mtoto kukosa oksijeni. Ni dharura inayohitajika kufanyiwa upasuaji kwa uharaka zaidi. Namba saba, magonjwa ya mama kama shinikizo la damu ama kisukari, kwa lugha ya kigeni tukiita Maternal medical conditions. Magonjwa haya yanaweza kuathiri afya ya mama au mtoto wakati wa kujifungua. Ikiwa kuna hatari kubwa, daktari anaweza kuamua kufanya upasuaji. Namba nane. Mama kuwa na historia ya upasuaji wa awali kwa lugha ya kigeni tukiita previous cesarean section. Ikiwa mama alishawahi kufanyiwa upasuaji mmoja au zaidi hapo awali, kuna hatari ya kovu la awali kupasuka wakati wa uchungu. Mara nyingi eh, daktari anashauri upasuaji mwingine ili kuepuka madhara. Namba tisa. Watoto mapacha au zaidi, multiple pregnancy. Mama anapokuwa na mapacha wawili au zaidi, kuna uwezekano wa matatizo kama mtoto mmoja ya kupinduka, mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida, au kupishana kwa nafasi ya kutoka. Upasuaji huchaguliwa kama njia salama zaidi ya kujifungua. Ikiwa imebaki pointi moja ya kwenda kuitazama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 Maambukizi ya virusi kama HIV au herpes genitalis. Mama mwenye maambukizi haya anaweza kumwambukiza mtoto wakati wa kujifungua kwa njia ya kawaida. Ili kumkinga mtoto, upasuaji hupendekezwa. Kwa sababu hizo kumi ambazo tulikuwa tumekuandalia, hasa kivipi mwanamke mjamzito mzito anaweza akafanyiwa upasuaji wakati wake wa kujifungua. Katika safari nzima ya maisha, swala la ujenzi wa afya ni jukumu ambalo linamhusu kila mmoja, hivyo Safari ya Afya iko mbele yako kwa ajili ya kutoa elimu mbalimbali, hususan kwenye haya maswala ya afya kwa ujumla. Lakini kwa wale ambao wanapitiwa na shida hizi za vidonda vya tumbo matatizo ya nguvu za kiume, matatizo ya afya ya akili. Kwa matatizo haya makuu matatu, upande wa haya matatizo mawili, vidonda vya tumbo na nguvu za kiume, tunazo dawa madhubuti kabisa kwa ajili ya kuweza kutibu matatizo hayo. Pengine unaweza ukawa na haya matatizo, hivyo jambo la msingi, inaweza kunitafuta katika namba ambayo inapita kwenye skrini yako, ili tuweze kukaa meza moja kuzungumza juu ya gharama, kwani gharama ni nafuu sana, na uzuri kila mtu ana uwezo wa kuzimudu. Na uzuri zaidi ni kwamba hizi dawa tunazisafirisha popote pale ikiwa wewe ni Mtanzania. Kwa hayo yote, cha msingi niendelee kuwashukuru wale wote lakini jambo la msingi usiache bonyeza neno subscribe, kulike na kushare kwa watu wengine pia, ili waweze kuona mambo mengi ambayo yanahusu swala zima la afya na wao pia wanaweza wakajifunza. Ma... sina cha ziada, asanteni na shukuru.